Katika misheni ya mapigano nchini Ukraine, rubani mwenye umri wa miaka 26 anayeitwa Pavlo Ivanov alipoteza maisha wakati ndege yake ya kivita ya F-16 ilipoanguka, kuashiria wakati muhimu katika mzozo unaoendelea na Urusi. Jeshi la Wanahewa la Ukraine lilithibitisha tukio hilo kupitia barua ya Telegram, na kubainisha kuwa Ivanov aliangamia wakati akitetea nchi yake. Rais Volodymyr Zelensky alizungumzia hasara hiyo, akisema kuwa ripoti za kijeshi zinatayarishwa ili kufafanua hali hiyo, ingawa alificha maelezo zaidi. Vyanzo vya Urusi, wakati huo huo, vilidai kuwa ndege hiyo ilipigwa na kombora la kutoka ardhini kuelekea angani kaskazini mwa Ukraine, simulizi iliyoungwa mkono na chombo cha Urusi Chabari, cha habari cha topua ambacho kilipendekeza ndege hiyo ilikuwa ikisaidia shughuli katika oblast ya Sumi. Tukio hilo linasisitiza vita vikali vya anga vinavyotokea nchini Ukraine, ambapo teknolojia ya hali ya juu ya magharibi inakutana na ulinzi wa kutisha wa Urusi na kuibua maswali kuhusu uendelevu wa kampeni ya anga ya Ukraine. F-16, mpiganaji wa multi-role wa injini moja iliyoundwa na General Dynamics, sasa Lockheed Martin, imekuwa msingi wa vikosi vya anga vya kisasa tangu kuanzishwa kwake miaka 1970. Ikiwa na urefu wa futi 49 na upana wa mabawa ya futi 32, inajivunia kasi ya juu ya Mach 2 na radius ya mapigano inayozidi maili 340 ikiwa imepakiwa kikamilifu. Ikiendeshwa na injini ya Pratt and Whitney F100 moja au General Electric F110, ndege hiyo inaweza kubeba mizigo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makombora ya AIM ya 120 AMRAAM mabomu yanayoongozwa kwa usahihi na vipimo vya kielektroniki. rada yake ya AN/APG-68 hutoa ulengaji wa hali ya hewa yote. Mikononi mwa Ukraine, F-16 inawakilisha mruko kutoka kwa majukumu ya enzi ya Usovieti kama vile MiG-29 na Su-27 inayotoa wepesi wa hali ya juu na moto ikilinganishwa na SU35 ya Urusi ambayo inatanguliza silaha nzito na ushiriki wa masafa marefu. F16 inabobea katika matumizi mengi ingawa haina uelekezi wa SU35 wa kusukuma vector. Washirika wa Magharibi ikiwa ni pamoja na Uholanzi na Denmark walianza kuipatia Ukraine ndege hizi mwaka 2024. Hatua iliyosifiwa kama ya kubadilisha mchezo lakini iliyokasirishwa na hali halisi ya matengenezo na mafunzo ya majaribio. Jukumu la Ivanov, ingawa halijaelezwa kwa kina, inaelekea ilihusisha kuunga mkono vikosi vya ardhini vya Ukraine au kuzuia vitisho vya anga vya Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limeegemea sana F-16 ili kukabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi, pamoja na kushambulia maeneo yanayogombaniwa kama vile oblast ya Sumi karibu na mpaka wa Urusi.